Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr Stergomena Tax amesema Tanzania inatarajia kujenga uzoefu wa weledi wa kijeshi kupitia zoezi la pamoja la kijeshi kati ya Jeshi la Ulinzi Tanzania jwtz India na nchi nyingine tisa Afrika. Amesema zoezi hilo linalojulikana kwa jina la Africa India Key Maritime Engagement, linajenga kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama katika ukanda wa Bahari ya Hindi, zikiwemo biashara haramu za binadamu na usafirishaji wa dawa za kulevya. Hafla ya uzinduzi wa zoezi hilo imefanyika leo Aprili 13, 2025, nchini Tanzania, ikiwa ni mara ya kwanza kwa historia ya ushirikiano huo wa kijeshi. Shughuli kubwa sana ni ambapo inakusanya nchi tisa za Kiafrika na India kujaribu kuangalia kwa pamoja jinsi gani ya kuimarisha ulinzi katika Um, ba, ba, bahari ya Indian Ocean. Kama unavyofahamu, matishio ya kiusalama baharini yapo mengi sana. Kuna matishio ya kusafirisha binadamu haramu, usafirishaji haramu wa madawa ya kulevya, uvuvi haramu, hata ugaidi huko ba, baharini. Kwa hiyo yako mengi. Kwayo kwa hiyo kwa kuja pamoja tunakusanya kwanza nguvu kwamba haya ni matishio ambayo huwezi ukayafanya kazi mtu mmoja. Bahari ni kubwa sana na inajumuisha nchi na mipaka ya nchi mbalimbali mbali ya baharini. Kwa hiyo hiyo ni moja. Kwa hiyo kwa kufanya hivi tunaleta nguvu za pamoja kuweza kuona ni kwa namna gani. Tutabadilishana mawazo kutakuwa na workshops, lakini kwa kutakuwa na operations za pamoja kutakuwa na mambo mengi ambayo yataendelea kufanyika, na hii ni heshima kubwa sana kwa Tanzania, kwa sababu hii ni zoezi la kwanza la kufanyika nchini kwetu, na haya ni matokeo ya juhudi za Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kujaribu kuimarisha ushirikiano na nchi mbalimbali kama mnavyofahamu, alikwenda India na katika ziara yake ya India walikubaliana, mengi yalisemwa, mliziona faida nyingi zilizotokana na ziara yake, na hii ni moja ya, ya faida za juhudi anazokwenda nazo mheshimiwa rais katika kuimarisha ushirikiano. Uh, nchi zote hizi zinakuja na, na, zinaleta watu, lakini pia zinakuja na vifaa, na India wenyewe wameleta hii meli kubwa kabisa ya kisasa. Hii meli kubwa ya kisasa katika kubadilishana mawazo, ina teknolojia za hali ya juu. Kwa hiyo wataweza pia kupata mafunzo, kujua katika dunia ya sasa, katika teknolojia ya ulinzi baharini tunaweza kwenda namna gani, na, na si tukaweza kuimarisha uzoefu wetu, kubadilishana mawazo, lakini pia kujenga mahusiano na hizi nchi nyingine ambazo tutakuwa nazo pamoja katika zoezi hili. Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi nchini General Jacob John Mkunda amesema zoezi hilo limekuwa kubwa baada ya kushirikisha nchi nyingine tisa za Afrika, akisisitiza kuwa dhamira ni kuweka nguvu ya pamoja ya kukabiliana na matukio ya uhalifu baharini. Ah, hili zoezi AIKEYME ni zoezi la pamoja kati ya sisi na wenzetu wa India, lakini pia tumeshirikisha mataifa mengine yapatayo tisa. Kwa hiyo eh, unaweza kuona ni jinsi gani limekuwa kubwa kidogo. Eh, ni zoezi la la, la ulinzi wa baharini e, tuna, tunataka kuona namna gani tunaweza tukakabiliana na matishio ya baharini kwa pamoja. Ni mazoezi ya, kab, ya kawaida kabisa kati ya nchi marafiki e, mnaweza mkakumbuka kwamba tumeshafanya mwaka jana na China, lakini mwaka huu tumefanya mazoezi ya aina namna hii na wenzetu wa Marekani, na leo hii tuko na wenzetu wa India. Kwa hiyo yote kwa yote ni kuhakikisha kwamba tunaweka nguvu ya pamoja Kukabiliana na matishio ya baharini. Kwa upande wake, Waziri wa Ulinzi wa India Sanjay Seth amesema kuwa India itaendelea kuunga mkono kwa dhati ushirikiano mkubwa zaidi kwa mataifa ya Afrika katika Umoja wa Mataifa na mabaraza mengine ya kimataifa kama sehemu ya juhudi ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na bara hilo. Ameongeza kuwa kwa zaidi ya muongo mmoja India imekuwa ikitekeleza dhana ya usalama wa ukuaji kwa wote, ambao imekuwa ni mwongozo wa juhudi za pamoja katika kulinda na kuendeleza mazingira salama, tulivu na yenye udhibiti katika bahari. Ameeleza kuwa ushirikiano huo ni hatua muhimu inayoakisi dhamira ya India na mataifa ya Afrika ya kukuza maendeleo ya pamoja na ushirikiano wa kweli katika kuhakikisha usalama wa bahari. India has been supportive of a great greater role of Africa in the UN and other multilateral forum during our G20 presidency. India took the decision to keep the global south at the center of the global discourse which is turned led to the inclusion